Hii miezi mitatu inayoandamana ina maana kubwa sana, na hii ni falsafa ya hali ya juu, kwa sababu wengi wetu tumezoea, tunalala, tunaghafilika, tunacheza, tunasubiri tu mwezi wa Ramadhani uandame, hapo tuanze kufanya ibada, na ibada zenyewe zinamalizikia katika zile siku tano za mwanzo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wengi hawajanoti sababu ya hiyo, zile nguvu zinakuwa kubwa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Wiki haijaisha ya unaona mtu kama akishamaliza, nguvu yake yote imepotea. Ni kwa sababu istidadi yake ya Ramadhan haikuanzia mbali, betri yake ya chaji haikuchajiwa kuanzia katika Rajab na Shaaban, kwa hiyo chaji yake haidumu. Hii ndiyo miezi ya kuchaji betri ndiyo miezi ya kujieka sawa, ili ukiingia mwezi mtukufu wa Ramadhani utaona mtu anakwenda anateleza, anaendelea kasi ile ile alioondoka nayo, inakwenda kuzidi pale anapofika katika kumi lake la mwisho, kama alivyokuwa mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa awea kutokana na matukufu na fadhila ya hii miezi ambayo inatangulia kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani haujafika. Sasa mwezi huu ambao ni mwezi wa Shaaban, katika mimbari ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nataka nikudondolee baadhi ya fadhail zinazopatikana katika mwezi huu, ili nao usiufanye kama mwezi uliopita, ili usikafilike. Ili usilale, usibweteke, usidhoofike, upate nguvu ya kuingilia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao unakuja tu baada ya mwezi huu kumalizika na hauko mbali. Al ayamu tamuru marra sahab, hizi siku jamani, zinakwenda kama vile mawingu yanavyokwenda mbio. Kwa ajili hiyo basi, miongoni mwa fadila za mwezi mtukufu, mwezi wa Shaaban ni maneno haya aliyomuuliza sahaba Usama ibn Zaid kumuuliza bwana mtume Muhammad. Usama ibn Zaid sote tunamjua alikuwa akiitwa ibn Hibbi Rasulillah, yani mtoto wa kipenzi cha bwana mtume Muhammad. Baba yake Zaid ibn Haritha alikuwa akiitwa Hibbu Rasulillah, mpenzi wa mtume, kipenzi cha mtume, na mwanawe akawa ni ibn Hibbi Rasulillah.

Sijawahipo kukuona unafunga sana katika miezi kama ninavyokuona unafunga katika mwezi wa Shaabani. Yani Usama alikuwa hamuoni mtume kufunga kwa wingi miezi ambayo si faradhi kufunga, acha ule wa Ramadhani ambao ni faradhi, ni nguzo ile ukitoa ule. Anasema Usama, nakuona sana ya Rasulullah

yaghfulu anhu an-nasu bayna rajab wa ramadan, kwa sababu huu mwezi wa Sha'bani ni mwezi ambao watu wengi wanaghafilika nao, kwa sababu ukiingia mwezi wa, wa Rajab watu wanasema katika ile miezi minne mitukufu Dhulqida, Dhulhijja na Muharam, mfungo pili mfungo tatu mfungo nne mfungo pili mfungo tatu mfungo nne, miezi mitukufu hii inafuatana, na wanne ni Rajab. Allah anasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, hii miezi hii msidhulumu nafsi zenu kwa kuacha kufanya mema na kufanya maasi ndani yake. Kwa hiyo unapoingia mwezi wowote katika miezi mitukufu Muislamu anayetambua thamani ya ashhurul hurum, ambayo tatadhaafu fihi alhasanat, thawabu za kufanya wema zinazidi, kwa baadhi ya kauli ya ulama, anapoingiliwa na mwezi wa mtukufu Muislamu hawi katika hali ya kawaida, anaipatiliza ile. Kwa hiyo anashughulishwa sana na mwezi wa Rajab, akimaliza mwezi wa Rajab anasema ah, sasa na napumzika, navuta nguvu na kasi ya huu mwezi mwingine unaokuja. Kwa hiyo huu mwezi una kama watu hawashughuliki sana nao, huu mwezi wanauacha. Ndio maana Mtume akasema, wakasema dhaka shahrun yaghfulu annasu anhu baina rajab wa ramadan, wanaghafilika sana nao watu mwezi huu ambao uko katikati, kati ya mwezi mmoja mtukufu na mwingine pia mtukufu, uko katikati Unajua, unapona jambo muhimu mbele lililo katikati yake pale, tamuru alayhi kiraman, unalipita kama hujaliona vile, kwa sababu aina umuhimu kwako kule. Na ndio maana watu wengi wamepata mentality ya kwamba nafungia nini sijui Rajab, sijui Shaaban, nafungia nini, wakati mwezi huu wa kufunga unakuja, najisumbulia nini kufanya ibada katika miezi mingine natafuta nini? Kwani ngoja nisubiri, Ramadhani inakuja, utafika? Sawa, una agreement na Allah kwamba unafika. Sasa Mtume yualimuna alqiyam, anatufundisha namna gani sisi Waislamu hii miezi ambayo Mtume ndani yake alikuwa akifanyia kazi sana kuliko miezi mingine, umuhimu wake. Kwa hiyo anamjibu Usama bin Zaid

na huu ni mwezi ambao amali zinarufaishwa kunyanyuliwa na kutumwa kupelekwa kwa Allah, makusanyo yale yani. Hisabu inapelekwa kwa Allah, amali tunazozitenda yani, kama ile wanaita swadu asanawi, mapato au makusanyo ya mwaka mzima katika amali, turfau ila Allah. Malaika wanaziorodhesha kwa kuipeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndani ya mwezi wa Shaaban. fa uhibbu an yurfa amali au an turfa amali, mimi mtume wako, ewe Usama, napendelea amali zangu zikipelekwa kwa Allah, wa ana saim, niko katika ibada ya funga. Mmeuona mwezi wa Shaaban ulivyokuwa na ubora wake nayasema haya kwa sababu, wenye hekima wanasema, yale mambo yanayohusu wakati ule yazungumzwe. Current affairs wazungu wanayosema, ni mambo ambayo ndo tuko nayo mikononi. leo ni ijumaa ya kwanza katika mwezi wa Shaaban. Kama ulikuwa hujui uko katika mwezi aina gani, mtume wako alaihi salatu wassalam kana yatani bihadha lshahri ayama tinak, alikuwa anashughulika sana na mwezi huu tena kwa kufunga funga. Ni ibada moja na bila shaka na ibada nyingine zinatakiwa kwa wingi katika mwezi huu wa Shaaban. Hiyo bado sijamaliza kukupa fadhila za mwezi wa Shaaban ambazo mtume anasema, wa huwa shahrun turfa fihi al a'malu ila Allah

Yasumu hatta naqul la yuftir wa yuftiru hatta naqul la yasum. Bibi Aisha anatoa taqrir, ripoti ya Bwana Mtume. Anasema Mtume alikuwa akifunga sana, alikuwa mfungaji hodari, mfungaji bora. Ibada ya saumu alikuwa anaipenda sana, na alikuwa akifunga sana mpaka tunajiuliza pale nyumbani hafungui anafunga tu, hali wakana yuftiru. Na mara nyingine sasa akiamua kuacha kufunga anaacha, we hata naqul mpaka tunajiuliza hi la yasumu, hafungi. Hapo unapata message kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo yake yalikuwa kati na kati na zote hizi ni taalim kutoka kwa mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad, anawafundisha anawafundisha wanafunzi wake, umma wake, namna gani ya kwenda katika kufanya ibada. Kwa hiyo alikuwa anafunga sana mpaka na, watu wanaulizana hii hafungui, na anafungua sana, yani anakula hafungi mpaka wanauliza atafunga lini huyu, mbona hafungi? Bibi Aisha anasema

Alikuwa anafunga mpaka tunasema hafungui na anafungua mpaka tunasema hafungi. Hakuwa akikamilisha kwa ukamilifu mwezi mtukufu mwezi wowote isipokuwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kisha anasema sijawahi kumuona akifunga kwa wingi kama mwezi wa Shaaban. Lakini pia kuna aqwali nyingine katika shurahul hadith na watu wa hadith kwamba alikuwa akiufunga mwezi wote wa Shaaban, wengi wao wakaichukulia kwamba ilikuwa ni aghlabu Shaaban, ya, ni aghlabia siku nyingi mno. Kwa hiyo wakakhtalifiana ulamaa katika siyam za bwana Mtume, je, alikuwa akiufunga wote mwezi wa Shaaban au alikuwa akiufunga aghlabu ya siku zake? Na hivyo vyote itakavyokuwa inaonyesha ubora wa mwezi huu wa Shaaban. Kwa hiyo usipitwe, ewe ndugu yangu Muislamu, na khairati na barakati na fadail na nafahati

huwatizama kwa jicho la huruma waja wake, huwaangalia kwa kuwahurumia waja wake katika ile nisfu Shaaban, mwezi 14 kuamkia mwezi 15 ambao ni usiku ule wa Shaaban. Ule ni usiku tofauti sana na n usiku nyingine. biawea tanabbah, Muislam, ikifika nisfu Shaaban, lailatu nisfu Shaaban, uangalie vizuri huo nao usiku katika fadhila za mwezi huu

Intabih, amka vizuri, usikilize. Msamaha wa Mungu hauwafikii watu wawili siku ya nusu ya shaabani ile. Watu wote wanapata msamaha wa mwenyezi Mungu, isipokuwa watu wawili, au watu aina mbili, mushrik. Mtu wa kwanza mshirikina, anayemshirikisha mwenyezi mungu huku, wakati wenzake yatanaamuna wa yatabaharuna

siku ambayo mimi sitomuasi Mwenyezi Mungu, sitofanya dhambi, hiyo kwangu ndo siku ya Idi, kwa sababu uko katika dhima umemfurahisha mola wako subhanahu wa ta'ala. Sasa wakati watu wanaogelea katika maghfira ya Allah siku ile, wewe unanyimwa msamaha. Wallahi kuna mambo ambayo yanafurahisha sana na hakuna jambo linalofurahisha kama kupata msamaha wa Allah, na ndio maana Mtume alituhadithia ile hadithi ya yule, yule mja aliyepata furaha siku ambayo ameuona mzigo wake wa chakula na kinywaji uliompotea kwa muda mpaka akakata tamaa, akachimba kaburi lake, akasubiri kufa tu, lakini alipomwona mnyama wake kaja na chakula na kinywaji chake, akamshukuru Mola wake kwa staili Leo tungemwambia huyu kisha kuwa kafiri, alisema nini? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya rabbi, wewe ni mja wangu na mimi ndio Mungu wako Mola wako. Yani mtume anasema akhtaa min shiddatil farh, kakosea kwa ile furaha, kumzidi chakula hiki kinywaji hiki kipando hiki kaniletea Mwenyezi Mungu, nimshukuru vipi? Bi ayi lisanin ashkuru Allah, nimshukuru Mungu kwa ulimi gani? Sasa alipotaka kumshukuru Mungu kwa ulimi wa aina yake, kakosea kwa zile furaha zake, e Mungu we, wewe ndo mja wangu kweli na mimi ndo Mungu wako. Sasa mtume anasema Allah, Mwenyezi Mungu afrahu bi taubati abdihi anafurahi zaidi kwa toba ya mja wake kuliko furaha ya huyu mtu, namna alivyofurahi mpaka kachanganyikiwa akamwita Mungu na yeye Mungu. Mjanayendo yani, siku ya wewe kurudi kwa Allah, ana furaha sana kuliko huyu alokosea. Ndugu zangu, kuupata msamaha wa Allah ni jambo kubwa, ndio maana Allah kasema wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa janna ardhuha as-samawati wal ardh

wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma faalu wahum yalamun. Kimbilieni pahala, mkijua kuna msamaha wa Allah, msiende hivi polepole, kimbilieni mupate msamaha wa Allah. Ya Rabbi, tunaomba msamaha wako kwa tulioyatenda. Huu mwezi wa Shaabani umeingia, usiufanya kama mwezi mwingine uliupita. funga